Ni siku nyingine tena mtazamaji, ya kambi ya tohara suna kwa watoto wa kiume, na leo tukiwa tumefika hapa katika zahanati hii ya Kiwalani, ikiwa ni kituo cha tatu katika wilaya hii ya Ilala tangu tulipoanza zoezi hili katika wilaya ya Ilala, lakini ni kituo cha kumi na tatu tangu tulipoanza zoezi hili katika wilaya ya Temeke mnamo mwezi wa nne mwaka huu. Leo mambo atakuwaje? Hapa Kiwalani kama ambavyo unafahamu wanafahamu, Al-Hikma Foundation wameongeza namba ya watoto 800 kutoka watoto 1000 wa awali. Kwa hiyo watoto ambao wanahitajika kufanyika sunna ni watoto 1800, baada ya Al-Hikma Foundation kuongeza namba ya watoto 800, jambo ambalo linatekelezwa vyema kabisa na ndugu zetu SMV. Leo mambo yatakuaje? Tukashuhudie. Nyuma ya kamera ni Omi The Way, mimi ni mwana mali mashi, nifuate. Tunamshukuru Allah kwamba tumefika siku ya leo, na tupo hapa kwa ajili ya kazi hiyo, na natumai nyote mmekuja kwa sababu hiyo, si ndio? Kama ambavyo mnafahamu, hili ni zoezi ambalo tunalitoa bure kwa watoto wote ambao watakaokuwa wamefika siku ya leo, lakini ni zoezi ambalo limedhaminiwa na Al-Hikma Foundation na lilitangazwa katika mashindano makubwa ya Qur'ani Uwanja wa Benjamin Mkapa, si ndio? Kwa hiyo tunashukuru sana Alhikma kwa kujitoa kwao na kutoa huduma hizi kwa wananchi. Lakini pia uh, sisi ndio watendaji, sisi ambao ni SMV ndio watendaji wa hili zoezi zima na tumekuwa tukilifanya toka mwezi wa nne tumezunguka katika wilaya ya Temeke na wiki iliyopita tumeanza wilaya ya Ilala. Katika wilaya ya Ilala hiki ni kituo chetu cha tatu baada ya kituo cha Buguruni na Vingunguti. Kwa leo tupo Kiwalani kama kituo chetu cha tatu katika wilaya ya Ilala, na kesho kwa uwezo wake Allah tutakuwa tupo Segerea. Tunazunguka kwa sababu katika wilaya hii ya Ilala ina vituo kumi na mbili tulivyovichagua, lakini hiki ni kituo cha tatu na ikumbuke tu kwamba hii ofa ilikuwa imetolewa ya watoto wangapi? Anayekumbuka ni nani? Ilikuwa imetolewa watoto wangapi? Walikuwa ni watoto alfu moja. Sawa, hao ndio waliotangazwa katika ile ofa ya Alhikma pale uwanja wa Taifa na mpaka hivi leo tunavyozungumza, tumekusha wafanyia watoto alfu moja na sabini. Sawa, manake walifani ni washazidi, si ndio? lakini baada ya kuona hivyo, Alhikma ameongeza ame idadi ya watoto. Kwa hiyo jumla tutafanyia watoto 1800 na, na mtazamaji sasa hivi tukawasikilize eh, wazazi ambao wamefika hapa kwa ajili ya huduma hii nao watuambie jambo eh, hili walilisikia wapi kwa mara ya kwanza, lakini hisia zao juu ya hichi ambacho Alhikma Foundation wanakifanya. Kwa mara ya kwanza kabisa nilisikia na mjumbe, walipita wajumbe kwa wanatutangazia majumbani kwamba kesho kuta kwamba kesho kutakuwa na zoezi la utoaji wa suna kwa watoto wa kiume. Leo nimesikia wanatangaza, mjumbe wa serikali za mitaa anatangaza, kasema hii huduma inapatikana CCM leo, ndio maana nimepata hiyo fursa kumleta mwanangu hiyo. Kwa mimi ni mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi ya Utawili, kwayo nilipewa salamu na viongozi tuwaambie wajumbe, kwa ajili ba... nanine ya mailo tushukia Fikia, nilisikia kwa, mpa, kwa Mkapa. Nilikuwa naangalia kwenye TV e, walikuwa wanatakiwa watoto elfu moja. Hiyo walisema watapita kila sehemu kila kitongoji. Namshukuru leo amefika Kiwalani minazi mirefu, na mimi nimewahi asubuhi ili kumletea mwanangu apate huduma hiyo. Majirani zetu walituambia kwamba bwana, ile hofa ya Shekishki imeanza. Wapi? Ilikuwa Vingunguti wiki iliyopita. Imefanyika viunguti kwa amlawa. Kwa hiyo tarehe ishirini na moja atakapokuwa Kiwalani nikasema ngoja ni changamke fursa. Yani mimi nawaombea kwa Mungu waendelee na moyo huu huu yani, tunawashukuru sana, cha kuwalipa hatuna, ila Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo atawalipa. Hakika mimi Alhikma tangu mwanzo kwa huduma zao wanazozitoa kwa kweli wametushushia neema nzuri, fursa nzuri sisi, na tunawashukuru na waendelee hivyo hivyo, kwa sababu Kishki na wenzie wanajitahidi katika kuhakikisha jamii inakaa vizuri vizurio vizuri, kwa ubunifu wao na kwa misaada yao ambao wanaitoa kwa jamii kama hivi. Tunashukuru inatufikia, tunashukuru, tunawashukuru kwa kweli yani, yani si tusemaje, sina haja kusema kwa, yani kwa maisha sasa hivi jinsi yalivyokuwa magumu, yani Mwenyezi Mungu amzidishie, yani tunashukuru, yani tunamwombea yani, maisha marefu baba. Mimi naambia sina cha zaidi, sina mengi zaidi ya kuambia tu asanteni, asante, kwa sababu sasa hivi hali ni ngumu. Mtu anakuwa na watoto zake watano anashinda hata kuwatahiri, ila hiyo ofa imetokea. Mungu awazidishie anapotoa. Mimi bwana nilikuwa napenda kuwashukuru kwa hicho alichokifanya, maana sio kidogo, ni kikubwa kwa wananchi. Mungu awazidishie kwa alichotoa na aweze kufanikiwa katika majambo yao. Daniel Agostini Mwanda hapo, alhamdulillah. Kama ilivyo kawaida ya vituo vingine vyote ambavyo tumepita, mwitikio pia hapo ulikuwa ni mzuri. Tunashukuru sana wakazi wa hapo kwa kujitokeza na alhamdulillah, tumefanya vizuri kwa sababu mpaka hivi sasa tumemaliza tumewafanyia watoto takriban 74 mashallah, naam. Kwa hiyo tunashukuru sana alhamdulillah, kwamba tunaendelea vizuri na zoezi letu ukilinganisha na mwitiko wa watu wa Temeke na Ilala kwa vituo vitatu ambavyo tayari tumefanya Ilala, unaionaje ukilinganisha na Temeke na Bila? Vinaendana, yani vinalingana tu, kwa sababu hata Temeke mwanzo tulikuwa tumeanza walikuwa watu kama hivi tunafanya watoto hamsini, um, sitini, kwa sasa hivi, lakini, tu, tu, tulivyokuja Ilala siku ya kwanza tu, tumefanya watoto za zaidi ya 80 tumekuja siku ya pili tukafanya watoto zaidi ya 80 na hapa tulipokuja kufanya watoto, uh, sabini na nne na hapa, watoto sabini na nne na hapa watoto 74 ni wale ambao Tume, tumeweka tu sisi idadi lakini waliobakia pia ni wengi, yani ni wengi ambao tumewashauri waweze kwenda uh, vituo vinavyofuata ambavyo uh, ni Segerea kwa siku ya kesho na wiki ijayo tutakuwa tuko banana na Jumapili yake tutakuwa tumeenda kituo cha Kinyerezi. Kwa hiyo uh, hawa wengine ambao tumewabakisha tumeambia waende katika vituo wa hivyo ambavyo uh, kuvitaja kwa kweli kwa kwa ni mkubwa kwa wilaya zote mbili Temeke na huko Ilala tutarajia ni kama tayari mmejua mbinu ya kumaliza mapema. Tumeona wiki iliyopita tulimaliza mapema na leo pia mapema sana, alhamdulillah. Yani, yani uzoefu unaongezeka eh, wakati tunavyozidi kwenda. Kwa hiyo vijana wanazidi kupata experience, mikono inazidi kuwa mepesi. Uh, lakini vene, vina kwa sababu tulishaamua kwamba tunaweka vitanda vinne, kwa hiyo vitanda vyote vinne vinakuwa vinafanya kazi wakati mmoja uh, na lakini pia uh, vifaa tulivyo navyo sasa hivi vimeongeza ufanisi zaidi kwa sababu hata vipira tulivyokuwa navyo vimeongezeka kwa ukubwa kwa kiasi ambacho wale watoto ambao tulikuwa tunawashona, uh, wengi wao tumekuwa tukiwavisha vipira, kwa hiyo spidi imeongezeka kwa sababu hiyo. Kwa hiyo hata kama leo tungeamua tufanye mia au mia na ishirini tungeweza, lakini uh, tunahisi tunaweza kuwadhulumu watu wengine wa maeneo mengine ambayo tunatakiwa tu, tufike na tukumbuke tu kwamba uh, wilaya hii ya Ilala ina vituo kumi na mbili na hapa leo ndio kituo kwanza cha tatu kwao, tuna vituo vingine tisa vivyobakia vya wilaya hii ya Ilala. Na ukiangalia idadi ya ya, ya watoto ambao wa tunatakiwa tuwafanyie hawatakii kuzidi elfu moja na mia nane. Kwa hiyo tunatakiwa tutoe hii sadaka kwa watu wote ambao tumewaahidi kuwafikia, Insha Allah. Hivyo ndivyo ambavyo amemaliza Dr. Mwimbe Juma akitoa maelezo kuhusiana na kile ambacho kimefanyika katika zahanati hii ya Kiwalani tayari mpaka sasa hivi mtazamaji watoto elfu moja mia moja na arobaini na nne washafanyiwa suna utakumbuka kabla leo ilikuwa ni watoto elfu moja na sabini ongezeko la watoto sabini na nne leo, inafanya namba kusoma watoto elfu moja mia moja na arobaini na nne katika vituo 13, wilaya ya Temeke na Ilala kituo cha 3, katika wilaya hii, ya Ilala kituo kinachofuata baada ya hapa mtazamaji ni Tabata Segerea nyuma ya kamera ni Omari Salum Nyanga mimi ni Mwana Mali Mashi mashi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kishki TV, TV nuru, nuru ya dini yako.